Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa, kwa wanadamu hiyo haliwezekani, bali kwa Mungu yote inawezekana. Kwa Mungu, haleluya. Kwa wanadamu hilo lifanyaji haiwezekani, lakini kwa Mungu yote inafanyaji. Yes. akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, lakini kwa Mungu mahitaji yako yote inaweza, ni Mungu. Amen. Wena wako mbele kumtegemea Mungu. Mawazo yako

nani? Ukimtumaini baraka sitaweza. Maana baraka

zakwanza oyo kwanza a Zaburi mia moja thelathini na moja wala moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki wana kujishughulisha, sijishughulishi na mambo makuu, wana mambo ya shindayo. Kanisa nzima, moja mbili tatu aoa Moyo wangu Bwana, moyo wangu hauna kiburi wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala mambo yashindayo nguvu zangu, yashindayo nguvu zangu

lakini Bwana anasema kuishi na wana wa Kristo. Hebu mpige Bwana makofi na vigelegele. Mwambie Bwana inaenda heshima yangu juu yako. Hawata kucheka. Siri ni kumtumikia Bwana. Sema mtumikie Bwana. Wangali unataka kusoma mwambie mtumikie Bwana. Mtumikie Bwana. Waambie kauke madhabahu. Unapomtumikia Bwana, Bwana atumika na maisha yako. Sasa mwisho. Kutoka 25:30.

Chakula, yeah, yeah. Nani nitamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chako na maji yako. Nani nitakuondolea ugonjwa kati yako. <coughs>

wako ili Mungu asimame na hata wakati amejipanga kuangamiza. Amen! Eh, Mungu amerudisha

Nitawaita kwa jina la Yesu, nitawaita kwa jina la Yesu, nitawaita kwa jina la Yesu, sema itika. Kuna watu wao wafungiwa vitu vizuri usivione, my friends. Ukapewa na simu ya kazi wanamaliza ah ah